Hapa ni katika eneo la Negamsi mjini Babati, kumetokea tukio la kijana afisa msafirishaji wa bodaboda kuuawa na watu wasiojulikana, huku chanzo kikiwa ni wizi ambao umepelekea bodaboda yake kuibiwa na watu wasiojulikana. Tumezungumza na baadhi ya maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda hapa mjini Babati ambao wamefika katika eneo hili na kushuhudia namna ambavyo tukio hili la kinyama lilivyoweza kutekelezwa na watu wasiojulikana. Wameeleza hisia zao na kulilaani tukio hili na kuliomba jeshi la polisi na mamlaka zake kufanya uchunguzi wa kina ili kuwabaini waliohusika na tukio hili. Jina naitwa Francisca Nderasio Mtei ni mkazi wa hapa paa Babati mjini, napaki kijio cha kwabombo Bomboa. Kwa taarifa hii tume, tumesikitishwa sana sasa, kutokana pia na sisi wengine ni bodaboda wa kike, kutokana na hivi tukio kama hili limetokea huyu ni wa kiume, tukafanyao tukio kama hili je, kwa hakika ataweza ata, ata kweli kufanya kazi kama hii? Kujaribu pia kufanya kazi kama hii hatoweza pia. Tunasikitishwa kwa watu wanaifanya vitendo kama hivi. Hebu waache mara moja, kwa sababu hata sisi si bodaboda tunatafuta biashara. Ni maisha. Tunasikitishwa tunayotafuta, tunasikitishwa sana. Mimi naitwa Ali Sulemani, ni boda, boda na paki la kweli, naishi hapo miongoni miomboni kuhusiana na tukio hili limetuumiza sana, kwa sababu ni matukio mengi ambayo anajirudia kila siku. Kwa hiyo si kama bodaboda tunapata wakati mgumu sana wa kufanya kazi. Pili, si ombi letu ni kwa serikali kuhusiana na matukio kama haya, kwa sababu wenyewe ndo wanayashughulikia. Kwa hiyo mi naomba yanapopatikana matukio kama haya wayafuatilia na wanapowapata wahalifu wasipatikane kuachilia, kwa sababu ndo wanaorudi mtaani ndo wanao tuzidi kututeketeza kila siku. Kama mimi hapa navyoongea nimekuja kushuhudia tukio la mwenzangu hapa mimi tarehe sita nimeibiwa pikipiki yangu mpya ambayo haina hata miezi mitatu. Na matukio yanavyotokea kuna watu wa ajabu ajabu, ajabu ambao tukaona mtaani wanakuja huko wanajifanya ni boda boda lakini mwisho wa siku ndo hao hao. Kwa hiyo mimi naomba sana serikali tusaidie. Wanapokamatwa wasirudishwe tena huko mtaani, kwa sababu ndo wanaozidi kututeketeza sisi, wasirudishwe kabisa. Kwa sababu tunaomba serikali tusaidie kwenye hili kwa sababu ni matukio kila siku yanayojirudia, sio mageni. Tunawapoteza wenzetu wengi, na wanauliwa kwenye vifo vya kikatili kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo sisi kiufupi, tumeumia sana kwanza. Kwa jina naitwa Omari Adamu Bakari, ndo mwenyekiti. Ni tukio la mwendesha pikipiki ndani ya wilaya hii ya Babati ambao ndo makao makuu ya, maku ya mkoa wa Manyara e, amefanyiwa utekaji. Maana yake baada ya kutekwa akafanywa ukatili na ameuawa. Sasa hivi tunavyoongea na wewe, huyu huyu bwana afisa wa usafirishaji kwa sasa ni marehemu, sio mzima kabisa, yaani hakuna mtu atakayekuja kusema tena vipimo vya kuthibitisha kwamba yuko hai ama hayuko hai huyu. Kwa sasa tamko rasmi kabisa, Bwana Edward baba yake huyu Kelvin, kwa sasa ni marehemu <tiest Jedi> efanya kitendo hiki hawana ubinadamu wala hawana Mungu. Mungu hahitaji mtu kumuua mwenzake, lakini ubinadamu unatoa damu ya mwenzako inamwagika kiasi hiki. E, ni jambo baya sana, ni ukatili mbaya sana. Jitihada za kuendelea kulitafuta jeshi la polisi mkoani Manyara linaendelea. Hii ni baada ya kufika katika eneo hili na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini yapi yalitokea katika tukio hili. Kutoka hapa mkoani Manyara katika eneo la Negamsi ambako tukio la mauaji limefanyika. Mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.